Moja kati ya habari kubwa ambayo siku ya leo umetrend sana mitandaoni ni habari ya Vanessa Mde. Vanessa Mde pamoja na mume wake Rotimi wanaendelea kutrend sana huko kwenye mitandao ya kijamii haswahaswa katika ukurasa wa Instagram, ikiwa inaelezwa wazi kwamba Vanessa pamoja na Rotimi tayari wameshaachana, lakini ukiangalia Vanessa Mde, uh, kipindi ameanzisha mahusiano na Rotimi. Rotimi alimgomea kabisa Vanessa kuendelea na swala zima la muziki. Rotimi alimwambia Vanessa kwamba uki ukitaka kuwa mpenzi wangu au ukitaka uwe mke wangu ni lazima tu uachane na swala zima la mziki. Yani alikuwa apendi ile style ambayo Vanessa Mdee alikuwa anaitumia katika sanaa yake ya mziki, na ikafikia hatua Vanessa Mdee akaamua kumsikiliza kama mume wake, akawatangazia mashabiki zake kwamba yeye anaacha mziki rasmi. Lakini tuliona ni e, kwa namna gani Rotimi alikuwa anamjali, alikuwa anampenda, anampa mahitaji yote, anamlea. Ukiangalia kwa asilimia kubwa sana shemeji yetu Rotimi ni mwanaume ambaye ana pesa sana. Sanaa ya uigizaji huko Marekani kwa asilimia kubwa sana imewatoa mastaa wengi sana wakubwa. Tumewaona wakina 50 centi na wengine wengi wakiwa wanaendesha maisha yao kupitia sanaa ya uigizaji. Kiufupi, wenzetu wameendelea zaidi, teknolojia yao ipo juu zaidi katika sanaa ya uigizaji. Hapa Bongo bado tunaendelea kujitafuta tafuta, ila tutafika tu huko ambapo wenzetu wapo. Siku ya leo Vanessa Mdee ameweza uh, kutangaza rasmi kwa mara ya kwanza kwamba yeye ni mtu ambaye siku zote anatamani kurudia katika zile ndoto zake mara nyingi sana na ndoto zako unatamani kuzitimiza, usiangalie nani yuko mbele yako, nani anakukataza wewe, bora ufokus, ili mradi uweze kuzifikia ndoto zako. Vanessa Mdee alikuwa ana ndoto ya kuja kuwa msanii wa kwanza wa kike ambaye atamiliki record label, msanii wa kwanza wa kike ambaye atawainua wasanii wengine wa kike kimziki. Lakini ukiangalia ndoto ya Vanessa Mdee iliishia katikati baada tu ya kukutana na mwanaume Rotimi, lakini pia ukiangalia hata sasa hivi Vanessa akisema arudi kwenye mziki alafu aanze kuzitimiza ndoto zake, tayari kuna baadhi ya mastaa wa kike au wasanii wa kike wameshatimiza. Mwangalie Nandi ana record label yake ya African Princess. Lakini pia mwangalie Zuchu ni msanii ambaye kwa sasa hivi hakuna msanii wa kike ambaye ataweza kumfikia levo ambayo Zuchu ameweza kuifikia. Hivyo tunaweza kusema Vanessa Mde hata kama anarudi katika sanaa ya muziki anatakiwa kuelewa haya, basi wapinzani wapo wengi zaidi tofauti na ambao kile kipindi cha nyuma alikuwa tu yeye anatrend kwenye mitandao ya kijamii . Vanessa Mdee kupitia katika peji yake ya Instagram ameweza kuandika ujumbe ukiwa okay, anaonyesha wazi kwamba anatamani sana kurudi katika muziki na anaenda kurudi katika sanaa ya muziki. Vanessa Mdee ameweza kuposti picha yake akiwa ya kama anatumbuiza hivi, alafu kaandika ni muda sahihi sasa, sasa wa wa mimi uh, kurudi kwenye ndoto zangu, japo najua kuna challenge nyingi kwa sasa, wasanii wa kike wanafanya vizuri, lakini najua nina special ambacho bado sijaona aliyewahi kukionyesha. Naamini mashabiki zangu mtanipokea kwa mikono miwili, nawapenda sana na nitawapa vitu vizuri zaidi. Akaweka emoji za kopa, unaweza kuona hapo huo ujumbe. Baada tu ya Vanessa Mdee kuandika, mashabiki wali comment wengi sana, wengi wao wakiwa wanampongeza Vanessa kwa hatua hiyo, lakini pia wengine wakiwa wanamwambia Vanessa tumekumisi sana akikaa. Eh, Vanessa alikuwa gani msanii wa kike ambaye ana kitu special sana. Vanessa akikaa katika stage hakuna mtu ambaye anamweza Vanessa Mdee, anajua kucheza, anajua kuimba, anajua kutunga mistari, ni msanii wa kike ambaye alikuwa anakubalika zaidi hapa nchini Tanzania, lakini baada ya kuolewa ndoto zake zikafia njiani. Eh, na tunaweza kusema labda huenda Vanessa Mdee alipangiwa mtu wake sahihi ni Jux, lakini yeye akaanza kuhangaika angaika, akamwacha kaka wa watu kwa kufanya kosa moja. Basi kila mtu sasa hivi ana maisha yake, lakini Vanessa Mdee tayari ameachia hii taarifa rasmi kwamba anatamani kurudi katika sanaa ya mziki. Wewe kama shabiki wa Vanessa Mdee, una lipi la kumwambia? Lakini pia unamwambiaje Vanessa Mdee, umeumisi mziki wake eh, au aendelee tu kulea watoto wake, achane na mziki? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yanaoandikwa neno subscribe.